Pendwa mtazamaji wa Radio Maria Tanzania na msikilizaji wetu, na kuarika sasa katika kipindi kizuri cha maswali yahusuyo imani, na leo hii ninakuletea swali ambalo limetoka katika maandiko matakatifu ambalo linaulizwa hivi: je, Yuda alisamehewa dhambi yake ya usaliti? Chimbuko lake ni kutoka katika injili kadiri ya Luka sura ya ishirini na tatu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 Watakatifu wote wa Mungu mtuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Maneno kwamba Baba uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo ni maneno ambayo muuliza swali ameanza nalo ili kusudi apate kuuliza swali zuri ambalo anataka kujua kama, je, Yuda baada ya kumsaliti Bwana wetu Yesu Kristo aliweza kusamehewa dhambi yake? Maneno haya ambayo yametoka katika Injili ya Luka sura ishirini na tatu aya thelathini na nne ni moja ya maneno saba ya mwisho ya Bwana wetu Yesu Kristo kabla ya kukata roho pale msalabani, na hilo ndilo neno la kwanza. Mpendwa mtazamaji, Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ni Mungu nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu alijitoa kwa ajili ya wakosefu wote. Ndiyo maana alikubali kupata mateso makali, hatimaye akafa msalabani. Dhambi ya Adamu na Eva, kama tunavyofahamu, iliharibu kabisa uhusiano mzuri uliokuwepo kati ya Mungu na mwanadamu. Yesu alikuja ili kurudisha uhusiano huo kwa kwa njia ya kifo chake, mateso na hatimaye ufufuko wake wa ajabu, na hivyo akarudisha tena uhusiano huo. Wakati akiwa msalabani pamoja na kuwaona wale waliomtesa kwa mateso makali na hatimaye akafa msalabani, aliweza kuwaombea msamaha kwa Mungu, kwani alitambua kabisa wana hawajui lile ambalo wanalitenda. Laiti wangeweza kujua kwamba wanayemsurubisha amekuja kwa ajili yao, wasingethubutu hata kidogo kumuua. Huku Yesu akitambua kuwa hawamjui bado na kuwa, na kuwa wanamtesa japokuwa hana kosa lolote kutokana na ujinga wao, aliamua kusali sala ya kuwaombea msamaha, kwani alitambua kabisa wangeweza kubadilika na hata wakamfuata Mungu. Yesu alikufa kwa ajili ya wote ili wapate kuokoka, na hakika hata ule msamaha alioomba kwa Baba alitaka uwe faida kwa wote waliohusika katika kumtesa. Hata leo hii wapo watu ambao wanajua kuwa tumekombolewa na Kristo, lakini hawajakubali hata kidogo kumwabudu Mungu kwa hiari yao. Kwa hiyo pamoja na kwamba Kristo ameombea msamaha watu wote waliohusika, msamaha huo una faida kwa wale tu ambao walikubali wakajuta, na sio wale walioukataa, wakaacha kujuta. Kukataa msamaha huo kunadhihirisha kwa namna ambavyo tunaweza kuyatubu makosa yetu ya kila siku, na hivyo mtu ambapo anayatubu makosa yake, hapo tunagundua kwamba huyu yupo tayari kuyaacha na kuweza kuongoka. Huwezi kumsamehe mtu kama hajakukosea. Yesu anatambua kuwa walitenda kwa sababu ya kutokujua, laiti wangejua kuwa yeye ni Mungu wasingethubutu kumuua hata kidogo. Lakini kwa vile Yesu ametoa msamaha kwao, wajibu walionao kwanza ni kuupokea msamaha, na ili waweze kuonyesha kwamba wameupokea huo msamaha kwa moyo wote, wanatakiwa kufanya kazi moja tu, yaani ya kujuta makosa yao na kubaki katika ukweli. Huko ndiyo kuonesha majuto kamili ambayo yataendana na msamaha uliotolewa na Bwana wetu Yesu Kristo. Wapendwa watazamaji, iwapo Yesu angetoa msamaha kwa mtindo wa kusamehe bila wahusika kutambua lile kosa lao na kulijuta, isingekuwa na maana kwetu kuamini kwamba ametukomboa na hivyo inatubidi tujute makosa tunayoyafanya siku kwa siku. Sisi tumekombolewa kwa kifo cha Kristo na kwa maneno ya Yesu tumesamehewa tayari, lakini pamoja na kusamehewa huko tunayo kazi ya kufanya. Na kazi tuliyonayo ya kufanya ni kukiri dhambi zetu na kukubali kwamba tumekosa, ili kusudi tupate kupokea huo msamaha kwa majuto ambayo tutakuwa tumeyafanya. Kwa hiyo hawa ambao walihusika katika kumtesa Bwana wetu Yesu Kristo na hatimaye kumuua ni wengi na kila mmoja analo kosa lake. Yuda, kwa upande wake, alitambua kuwa kweli Kristo hakuwa na kosa lolote ambayo lingefaa aweze kuuawa, na hivyo basi anaamua kurudisha vile vipande thelathini alivyokuwa amepewa na wakuwa makuhani pamoja na Mafarisayo akisema, nimekosa nilipoisaliti damu ya mtu asiye na hatia. Alijua kuwa alimsaliti yule ambaye alipaswa ampende zaidi. Pilato na wengine katika utawala wa Kirumi, kila mmoja anajua alivyoshiriki katika kuhalalisha mauaji ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa kipimo chetu sisi, kutokana na uovu na ushiriki wao, tunaelewa kuwa ni wadhambi na walihitaji pia adhabu kubwa. Kristo alisali wasamehewe, lakini hatuwezi kujua kwa kila mmoja aliupokea msamaha huo wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa moyo wa majuto ama hakuweza kupokea. Yuda kwa upande wake, tunaona kwamba alipewa nafasi nyingi za, ku, za kujirudi. Tukumbuke pale mezani wakati anakula na wanafunzi wake, Bwana wetu Yesu Kristo alisema kwamba mmoja wenu atanisaliti au pale alipomuuliza, Je, Bwana ni mimi? Bado alikuwa na nafasi ya kuweza kujirudi. Yesu akamwambia wewe wasema. Haya yalipaswa yamfanye aairishe ule mpango wake wa kuweza kumwangamiza bwana wetu Yesu Kristo au kumuuza kwa vipande vile vya fedha, lakini mpaka anafikia kujiua hakuwa ameonyesha kuwa anajutia lile kosa alilokuwa amelifanya. Kibinadamu tunaona hatia kwake, japokuwa hatujui alitumiaje nafasi yake ya mwisho, yaani wakati anakata roho, ambayo hiyo ndiyo nafasi ambayo kila mmoja wetu atapewa ili ama ajipatanishe na Mungu au aendelee na ukaidi wake wa kutokutubu. Ni Mungu peke yake anayejua hatima ya Yuda. Sisi binadamu tunatoa hukumu juu yake kwa vile hatuoni popote katika maandiko matakatifu yaani Biblia, panapoweza kutuonyesha kuwa Yuda alitubu dhambi zake. Kwa hakika kufahamu kuwa msamaha wa Yesu unayo faida kwa waliotubu peke yao, na wale ambao hawakutubu msamaha wa Yesu haukuwasaidia chochote. Ujinga au kutokuelewa walichokuwa wakikifanya hau, hauwezi kuondolea kosa walilolitenda. Na kwa kuwa Yesu anatambua kwamba wana makosa, anao wajibu kwanza, anaamua kuwaombea msamaha kwa Mungu. Na hapo tuelewe kuwa kutojua kuwa unachokifanya ni kosa hakukuondolei kwamba we umetenda hilo kosa, isipokuwa hukupunguzia adhabu ambayo ulitakiwa kuipata kwa lile kosa. Kwa hiyo Yesu aliwaombea msamaha wakosefu ambao walitakiwa kujuta na kujisahihisha kwa vile walitenda bila kujua. Ukifuatilia katika Biblia Takatifu utagundua kuwa baada ya ufufuko, wapo wale waliokubali kuwa kweli Yesu Kristo alikuwa ni mwana wa Mungu, wakaamini na hivyo jumuiya ya waamini ilizidi kuongezeka na jamii kubwa ya makuhani wakaitii imani ile. Tunasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya sita aya ya saba na Injili kadiri ya Yohane sura ile ya tisa aya ya kumi na sita na sura ile ya kumi aya ya kumi na tisa. Kwa kuamini kwao, ni hakika kuwa hao wachache waliokubali kupokea msamaha wa Kristo ni kweli wamesamehewa. Lakini wengine waliobakia tutasema nini juu yao? Hivyo ni kwamba sisi pia katika maisha yetu lazima tujitahidi, tunapokuwa tunakosea kujutia dhambi zetu na kuweza kuziacha, kukimbilia sakramenti ya kitubio na mwishoni tuweze kusamehewa. Ningependa kuwakumbusha mafundisho ya katekisimu ya kanisa Katoliki kuwa hayupo wala hata kuwepo wala hakuwepo mtu yeyote ambaye Kristo hakufa kwa ajili yake. Haya tunayakuta katika katikisimu ya kanisa Katoliki namba mia sita na tano. Kwa maana hiyo, kila mmoja si Myahudi wala si nani, hata leo kwetu sisi kitu tunachotakiwa ni kutubu makosa yetu na kuonesha kwa matendo kuwa tumeikataa dhambi na kupokea msamaha aliyoutoa uto Bwana wetu Yesu Kristo. Kama tunajua kwamba ubaya wa dhambi ni nini, tusiendelee bado kubaki katika dhambi. Lakini pia kama tunajua upendo wa Yesu Kristo na ukali wa mateso ya pale msalabani, hatuna hatunabudi kumpenda kwa kutenda matendo yaliyomema, tukijua kwamba njia ya Ekaristi Takatifu tunayopokea kwa Kristo inatufaa kwa ajili ya kuweza kufika mbinguni. Basi pia yatupasa kuweza kukimbilia siku zote sakramenti za Mungu. Mpendwa mtazamaji, basi nilikuwa nikijibu swali ambalo linahoji hivi: je, Yuda alisamehewa dhambi yake ya usaliti? Kwa kweli tumejua kabisa kwamba Yuda kwamba alisamehewa ama hakusamehewa, hili jambo sisi wenyewe hatuwezi kujua, ni Mungu tu anayejua nafasi hiyo basi kuaga, naomba tuhitimishe kipindi chetu kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tunasema asante Mwenyezi Mungu kwa mafundisho haya ambayo umetujalia katika kipindi hiki. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Msaada wetu u katika jina la Bwana aliyezifanya mbingu na dunia.